Uhali gani, mpenzi mtazamaji wangu wa afya, afya update. Nami ni Dr. Chilo. Leo nimekuja na mada ambayo nazungumzia pia namna ya kupata mtoto wa kiume katika mzunguko wa siku ishirini na moja. Mzunguko wa siku ishirini na moja ni miongoni mwa ile mizunguko mifupi zaidi katika mizunguko yote ya hedhi. sasa ni wengi ambao huwa wana mizunguko ya siku ishirini na moja na wajui siku sahihi za kushiriki tendo la ndoa na kushiriki kwa kuweza kupanga jinsia ya watoto wao. Kila mmoja anakuwa na sababu tofauti tofauti za kuhitaji kupanga e, mtoto yupi, na baada ya kupata kama ni mtoto wa kiume, baada ya hapo apate mtoto wa kike, basi kila mtu yuko na interesti zake za kuweza kupanga hiyo. Basi tuungane pamoja, angalia video hii mpaka mwisho, awezi ukakosa kitu. Tuanze hapo, tutaanza kuandika moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane ts tukishia hapa tuna mzunguko mzunguko wetu wa hedhi ambao unakuwa na jumla ya siku ishirini na moja. Sasa tunataka kujua siku ya kutoka yai ni, ni ngapi? Kama una mzunguko wa siku ishirini na moja, ina maana utatoa na kumi na nne ambayo itakuja saba hii saba ndio siku ya yai linatoka katika mzunguko wa siku kumi na nne mzunguko wa siku ishirini na moja na namna ya kukakuleti na kupata kwamba mwanamke na mzunguko wa siku ishirini na moja, siku ishirini na sita, siku ishirini na nane, siku thelathini nilishaeleza kwenye video zilizopita. Kama hujabahatika kuzitazama, basi fuatilia kila video niloandika namna ya kujua mzunguko wako wa siku namna ya kujua mzunguko wako wa hedhi na siku za hatari. Hiyo video utaipata kwenye channel hii, nitakuelekeza na utaelewa namna ya kufanya hii calculation. Kwa hiyo tunajua kwamba ni siku hii hapa ya saba, ndiko yai linatoka kwenye vifuko vya uzazi na kuelekea kwenye mji, uh, kwenye fallopian tubes. Uh, hizi fallopian tubes ndizo zinatumika kupitisha e, mayai na kukutanisha na mbegu za kiume na kuweza kuruhusu mkutaniko wa mbegu za kiume na yai na mtoto akatungishwa kwenye milija ya uzazi. Sasa kwa mzunguko wa siku ishirini na moja kuna wanawake ambao wanaweza wakaona damu au hedhi labda kwa siku nne. Siku ya kwanza itatoka, siku ya pili itatoka nyingi kidogo, siku ya tatu ataona chache, siku ya nne anakuwa amemaliza. Mwingine anaweza akaona kwa siku tano damu. Sasa kama tuchukulie mfano ambaye anaona kwa siku nne, kama anaona kwa siku nne, ina maana atatakiwa kama aje kushiriki siku ya ya saba ndiko yai linatoka. Sasa, kwa nini ashiriki hii siku ya saba? Kwa sababu kwenye mbegu za kiume kuna x na kuna y. Hii x huwa inachelewa. inachelewa kufa na iko slow kwenda kwenye kwenye mirija kwenye, kwenda kwenye, kwenda kulifikia yai lakini hii wai ndio inayobeba sasa jinsia ya kiume, huwa ina spidi sana. Ina spidi kutoka mwanaume akisha mwaga tu mbegu zake akisha mwaga e, zile sperm zitaingia haraka kuingia kwenye via vya uzazi. Ikisha ingia naenda kwenye uterus kwenye, kutoka kwenye, uterus itaingia kwenye fallopian tubes na kuweza kutungisha mimba, lakini zina maisha mafupi na maisha mafupi. Kwa hiyo inaweza ikakimbia haraka, lakini inakufa mapema. Za jinsia ya kike huwa zenyewe zinachelewa, zinatembea taratibu taratibu mpaka liende ziende kwenye yai, zina uwezo kukaa mpaka siku tano, hizi tu ni masaa ishirini na nne zinakufa. Na yai na yai, yai la mwanamke likishatolewa huwa lina uwezo wa kukaa masaa kumi na mbili mpaka nalo masaa ishirini na nne nalo linaweza likawa limekufa kwa hiyo sasa ili tuweze kupata matokeo ya kupata mtoto wa kiume kwa urahisi sana tutatakiwa tushiriki tendo la ndoa siku hii hii hapo ya, ya saba kabisa siku ya saba ndiyo siku sahihi ya kushiriki tendo la ndoa umezidi shiriki siku ya nane kwa mzunguko wa siku ishirini na moja toka siku ya kwanza tu umeona hedhi, utakaa ukimaliza hedhi, utakaa siku ya tano na ya sita utapumzika. Siku ya saba na nane unaweza ukashiriki tendo la ndoa. Okay. Sasa, kwa nini ni siku hizi ambazo tu, mwanamke na mwanaume washiriki wa tendo la ndoa? Kwa sababu mbegu za kiai litakuwa limetolewa siku ya saba mbegu za kiume zina zenye chromosomes eh, Y zitakuwa zina spidi na zitalikuta yai bado liko zima na kutungisha mimba, na mimba ikawa chansi kubwa kwa asilimia 75 mpaka 85 kwamba atapatikana mtoto wa kiume. Na atushauri epuka kushiriki tendo la ndoa siku ya tano na ya sita kama unahitaji mtoto wa kiume ukishiriki, siku hizi utapata matokeo tofauti. Nitakuja kufundisha ukishiriki siku ya tano na siku ya sita, nini kitakwenda kutokea katika mzunguko wako wa hedhi, na utapata aina gani ya, ya matokeo. Na tunaweza usishiriki labda siku ya tano ya uka, uku, kama unatamani kupata mtoto serious. Hata kama ni mwanamke amemaliza hizi siku zake nne, msishiriki tendo la ndoa hii, usishiriki tendo la ndoa hii ya sita, usishiriki tendo la ndoa ujashiriki siku ya saba na nane, ili kuongeza uwezo wa mbegu kwa nyingi na kuweza kufanya mbegu za mwanaume zikakomaa vizuri na zikawa na nguvu ya kujiongea mpaka kulifikia yai na mwanaume na mshauri ale vyakula ambavyo vyenye zinc na mwanamke na protini na mwanamke, tunashauri aweze kula vyakula vyenye hivi alkaline. Alkaline vyakula hivi ni kama ndizi na parachichi, parachichi, ili kufanya mazingira ya, ya uke wake kuwa na mazingira kufeva mbegu ziweze kuishi na kutembea kwa mjongevu. Akila vyakula ambayo vyenye asidi vinaua aina hizi ya mbegu. Vyakula vyenye asidi kama machungwa, malimau, vinakuwa na, na aina ya kemikali ukeni inaenda kuzalishwa na kuiweka pH ikawa ya asidi. Mwisho wa siku, mbegu za kiume zinaweza zikaingia na zikawa zinauawa au aziwezi kumovu vizuri na kutokuweka mazingira rafiki kwa mbegu zikue na kukaa. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya kuzingatia. Kama hujaelewa aina ya, ya kalenda hii au kuna swali lolote hujalielewa, unaweza ukakoment hapo chini au kanicheki kwenye WhatsApp nikaweza kukuelimisha kwa urahisi. Kwa video na kwa maswali tofauti tofauti. Ni mimi ni Dr. Chilo, na hii ni Afya Update. Bye bye, Afya update.